atienda huko a naona hawa wa wale walikuwa eh, makamu wa rais zamani si? Wale walikuwa maministers wale wamekuwa deputy president hawa, uh, weak ki hawa wezi shinda William Ruto kura, sisi tutavaa boots ya kuhakikisha kwamba Rais William Ruto anarudi. Hakuna rais amewahi yenda tawo moja Taakisha Ruto akitoa utawala akimaliza akiritaya 2032 hiyo inakuja kwetu. Nataka mshirikiane, ukitembea mahali usa umoja umoja umoja ya jamii, na hatutapewa hiyo kama hatutaonyesha kupiga kura. Hii inakuja tutaweka kwa kikapu kimoja, kikapu ya William Ruto.